Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi wa kripu za Babu Haji soda ya ngeni. Thank you very much. Leo nimewaletea eh, vitu hivi vitu vipya eh, vitu vipya vitu hivi ni vitu ambavyo kwa eh, hakika vinaweza eh, vikakusaidia katika masuala yako ya tiba, katika masuala yako ya maombezi mbalimbali, katika maswala yako ya ya kufanya kila jambo ambalo unahitaji kuweza e, kulifanya. Kwanza, cha kwanza kabisa kabla sijaanza kuongea e, ndugu zangu wa Tanzania e, Waafrika wenzangu e, hata kama si Waafrika e, basi tuliombee taifa letu, tuiombee Tanzania e, tuiombee Tanzania e, amani, salama, upendo na mshikamano. Asante sana aye msoda geni waweja sana. Uh, leo nataka uh, kuzungumzia hizi pentagram. Hii pentagram ina pembe tano. Pembe hizi tano zinawakilisha eh, roho ya juu, inawakilisha roho, inawakilisha upepo, bwana we eh, inawakilisha moto, inawakilisha maji inawakilisha udongo. Katika hizi tano e, zina maana kubwa sana. Angalia vitu vitano vinakuwa na maana gani? E, na vipindi viko vitano. Aha. Sayari kuu ziko nne, ukijumulisha na logo yako binafsi inakuwa ni tano. Asante sana. Sasa pentagram hii ni pentagram ambayo uh, imewekewa, uh, dawa imewekewa dawa, na pia imepata kisomo kikubwa, ambayo inaweza ukaitumia kwa kila jambo la aina yoyote na ikakusaidia, na katika kukusaidia kwake inaweza kukusaidia katika masuala uh, mengi masuala ya mvuto masala ya kuomba kitu chochote kile, ndio maana na rangi zikawa nne, ambazo ni udongo, upepo, maji pamoja eh, na, nananana, nanana, nanana, na moto. Umeona eh, ili viweze kuwa viwakilishi. Sasa unapochukua hizi pentagram eh, kama hivi nilivyoweka namna hii hii hii, hapa hii, eh, nyeusi, eh, nyeusi nimetia Eh, mishuma ina maana hizi pentagram huku mwisho, ukiangalia mwisho huku kuna vitobo kwa ajili ya kuweza kuwekea udi, na kama una maombi yako, labda unasomea azma yako, na kuna azma unaisomea ili uweze kufanya kazi kwa haraka, basi unaitia eh, hapa namna hii. Unahitaji kuamsha eh, spirit yako, unahitaji kuweza kuamsha mzimu wako. Basi unataka kufanya namna gani? Basi unaweza ukachukua e, kanywele kako kidogo, tia katikati ya pentagram hapa. Wakati huo umewasha e, udi kwa kuizunguka hii, basi inshaallah, kisha anza maombi yako ya kuomba. Hakika utaona ajabu kabisa jinsi nguvu zako zitakavyoweza e, kuinuka. Na pia unaweza ukaikamata pentagram yako namna hii, namna hii ukafunga macho na ukaanza kufanya maombezi yako, na ukitaja ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri subhi ya nuri ya nuri ya nuri ya nuri subhi, naomba unionyeshe, moja, mbili, tatu, nne, tano, wallahi, na kuwa pia hakika unachohitaji kukiona utakiona kama vile unavyokuwa unaota eh, katika eh, usingizi. Sante sana kigonga tena maweja sana. Kwa hiyo vitu kama hivi, mfano unahitaji labda kusomea dawa yako, labda unahisi haina nguvu sana. Mfano kama mimi eh, hii ni dawa yangu inaitwa izumo mwana. Basi unachukua dawa yako unatia katikati ya pentagram namna hii, halafu unaanza uh, kuiombea. Unasema, kwa nguvu za ulimwengu, kwa nguvu za mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Hizo ni pande nne za dunia, tano ni upande wa roho yangu. Ninaomba hii dawa iweze kuwa na nguvu. Dawa hii hata kama ilihusudiwa ili, ili, ili na majini, mashetani, binadamu, basi kuanzia leo ninaipa nguvu Hakika eh, dawa yako hiyo itaongeza power. Kwanza, pembe zile zina maana yake, na ule mzunguko una maana yake. Ndiyo maana unaambiwa unapotengeneza kuita kiumbe au kuhitaji kuweza kuongea na roho, basi inatakiwa uwe ndani ya mzunguko, ndani ya pentagram. Kwa sababu gani? ile ni ulinzi eh, mkubwa sana wa kuweza kukulinda, kulinda dhidi ya mashetani, majini, mikuli, mahembe, vinyamkela na kadhalika. Pentagramu ni utawala wa dunia, na ukitizama pentagramu ndani yake inakuwa na piramidi: moja, mbili, tatu, nne, tano, na kona ziko tano. Sasa piramidi zile ukizigeuza geuza zile zinageuka tena kuwa kumi na moja. Ukizigeuza hizi piramidi zinageuka kuwa piramidi kumi na moja ambazo utazipata katika pentagram. Eh, moja hiyo ni witri, na pia vile vile inaweza eh, pentagram hii ikakusaidia katika masaala yako, labda unahitaji ah, mfano labda ku, kuwasiliana na mtu mtu a kukimbia, labda unahitaji mahaba yale yaweze kurudi, basi unaweza ukaandika kimemo chako. Unaandika vizuri jina lake, jina lako, unavyohitaji. Unakikunja kama azma, unakitia hapa katikati eh, ambapo umetia hizi eh, udi zako zikiendelea kuwaka, basi ukakichukua eh, namna hii ukakichukua eh, namna hii eh, mfano kimemo chetu, kimemo chetu ndicho hiki ukachukua namna hii, halafu ukaanza kuongea, ewe fulani bin fulani, ewe fulani bin fulani, kwa utukufu na kwa nguvu za piramidi, kwa utukufu na kwa nguvu za pentagram, kwa utukufu wa maji, upepo, udongo, eh, moto na kuomba na kwa utukufu wa udongo ninahitaji fulani bini fulani, kama unakunywa maji, kama unakula chakula kilichotoka katika udongo, kama unakanyaga katika udongo, kama unakula chakula kilichotokana na ardhi, kama unakula chakula kilichotokana na moto, kama unavuta hewa ya Mwenyezi Mungu, basi ninakuhitaji mara moja, popote pale ulipo uweze kunikumbuka mimi fulani, na uje haraka sana. Basi ukishamaliza maombi yako, hizi ni tiba za imani, hizi ni tiba za kiimani. Wapo wengine watasema huu ni ushirikina eh? Wapo wengine watasema huu ni uchawi, lakini huu si uchawi. Hizi ni sayansi za kiroho ambazo zipo toka enzi na enzi. Sasa anayekuita mshirikina mwenyewe labda maskini wa Mungu hata akifanya dua na kuwa hana imani nayo. Eh, kwa hiyo unajikuta kwamba hivi vitu vinafuata eh, imani yako, nia yako na ni jinsi gani umeweza kuvuta ile hisia yako kwa kitu unachokifanya. Kitu chochote kile kinafanyika kwa nguvu ya nia yako wewe mwenyewe e, unayefanya kutoka e, moyoni, e, mwako kutoka moyoni mwako ndivyo kinavyofanya e, kazi. Hata katika masuala ya aina ya yoyote yale, basi ukifanya kwa imani unaweza uka, e, ukafanikiwa. Pentagram hizi zina rangi eh, tofauti tofauti. Unaweza ukachukua ya kijani kwa ajili ya kipato eh, kipato kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu zako za ulinzi, na pia vilevile eh, maelezo zaidi utayapata katika kitabu cha hizi. Pentagram zote tano ziko katika kitabu kimoja, zimeelezewa kwamba nyeupe inafanya kazi gani, nyekundu inafanya kazi gani nyeusi inafanya kazi gani. Lakini uzuri kabisa ukachukua zote, ukachukua zote, na unapokuwa nazo zote, unapotaka kufanya jambo lako, au labda unahitaji kuita kiumbe, unahitaji kuwasiliana na roho wako, unahitaji kuwasiliana na, na, na, na, na, na, na, na, na spiriti ya aina yoyote, basi eh, hii uh, nyeupe unaitanguliza mbele yako, inakuwa namna hii mbele Halafu nyeusi unaiweka upande wako wa kushoto eh, nyekundu unaweka upande wako wa kulia, halafu ya kijani una no, nyeusi unaweka nyuma, nyeupe unaweka mbele, nyekundu unaweka kushoto, nye, ya kijani unaweka eh, kulia, unaweka kulia halafu unakaa wewe katikati. Ina maana pale tayari umeshajitengenezea pentagram yenye nguvu za ajabu, ambapo sasa utakaa namna hii na utaanza kuomba maombi yako au mambo yako unayotaka kuyafanya ya aina yoyote ile, na utafanikiwa fi idhnillah. Mfano mimi labda hapa nataka kumuita eh, eh, subiani au Zaituni kwa nguvu ya huyu hiki ki, ki, kidude basi atakuja bila shaka ya aina yoyote wasioamini. Kuwa kuna viumbe, soma kiapo chake, soma kiapo chake, tia hizi, halafu anza kusoma kiapo chake, hata kama ni kwa Kiswahili. E, enyi viumbe, ewe Zaituni, Zaituni e, ndiye binti wa Ibris. Zaituni anaitwa Zaituni binti Ibris. Hata unapomtawakalisha anaita, anasema tawakaru ya Zaituni binti Ibris wa bihaqin abikum malakun sufuria. Kuna viumbe wa chini, kuna viumbe wa juu. Sasa hawa viumbe wa chini nao wanao wana uzawa wao, wana koo zao, wana namna gani. Sio mtu anakurupuka tu, nataka kumuita e, Zaituni. Hujajua unachokiita ni kitu gani, na kina uzuri gani, na kina madhara gani? Zaituni ni mwepesi sana wa kuja, lakini ana madhara makubwa e, sana, kwa sababu e, kiumbe ambaye atakwambia e, baba yake ndiye Mwenyezi Mungu na Mungu ni ndo yeye huyo huyo, simwabudu mtu mwingine uh, huyo anakuwa si sawasawa kwako wewe, unayeogopa siku yako ya kesho ya badai. Anasema, badatu bisbitaati alqawiyya ala jamia alwah alasia aljamhuniyati wazajartu bikum bihadha sahmin nari ala subyane binti ibris bihaqi sheh masi sheh masi yasi yasi sheh masi sheh masi

taala fi hadhihi makan wabihakim kadha kadha kadha kadha, unasema unavyovitaja. Zaituni unapomuhitaji au unapomwita hii dondo, kumu, ni dondotu kidogo yeye kwa haraka zaidi kuweza kumwakilisha ni chooni. Sasa fikiria kiumbe unayemwitia chooni atakupa unachokitaka kwa urahisi hatima yake ni nini? <coughs> wawega sana. Hizo ni aimu uh, mbalimbali, lakini leo tuko uh, katika hii pentagram yetu, pentagram yenye nguvu, pentagram ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kukufanyia mambo makubwa sana tena sana. Hata uh, katika maombezi tu ya kawaida, unaweza ukachukua pesa yako ukachukua e, pesa kama noti moja umeona, e, unaweka hapo katikati. Basi unafunga macho, unasema, ewe Pentagram, kwa uwezo amu, Baba muumba mbingu na ardhi, nahitaji pesa ziweze kuzidi, nahitaji pesa ziongezeke, nahitaji nipate nyumba nzuri kama ya Babu, nahitaji nipate gari nzuri kama ya babu ya Babu Haji nahitaji niishi maisha mazuri, nahitaji nipate pesa ya kula angalau kila siku, ndo naingiza shilingi elfu hamsini sabini, laki. Na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaweze kukutawala ewe pesa. Ewe pesa, aliyekuunda wewe ni Iblis, haikuwepo hizi vitu. Basi na mimi ninaomba kwa nguvu za nuru subhi. Eh, kwa nguvu za nuru subhi, unajua kuna mambo tunakuwa tunayatamka, lakini bila kujua e, maana yake ni nini. Lakini inshallah nitaanza kuwaelewesha maana ya moja baada e, ya, ya, ya, ya mwingine ni namna gani unaweza e, ukafanya majambo yakaweza kukaa vizuri kwa uwezo wa Allah Subhanahu wataala na pia vile vile, ukaweza kufungua milango yako ya kipato, milango ya riski, pasina kutumia nguvu kubwa kabisa, na ukajikuta umefanikisha. Pentagram hii itapatikana kwa shilingi elfu hamsini kwa pentagram moja. Ukiangalia hapa kwa mbele vizuri, ina hivi vidude vya rangi eh, ya dhahabu eh, ya, ya, ya, ya gold alafu hapa mbele kuna vishimo mbele yake, kuna vishimo ina maana, ndipo katika hivi vishimo ndipo, unapo ni sehemu yako ya kuwekea udi. Uh, udi ni wa aina yoyote, ili mradi uh, udi wa kunukia, unajua uh, usilazimishe kuwa nime, nataka nitumie udi fulani ambao nimeelekezwa n uh, inaweza ikawa si uh, sawasawa katika roho uh, wako kwa sababu kila roho ana udi anao upenda udi ambao unahisi wewe kama huu udi, na nikiusikia nasikia raha sana, basi ule ndio uh, udi wako wa kuweza kutumia. Na katika mapenzi sana sana, unaweza ukanunua moja tu. Kama wewe kazi yako ni mapenzi, basi unaweza ukanunua uh, moja tu, hii uh, nyekundu itakusaidia e, sana katika masuala ya mambo ya e, mapenzi na mvuto. Hii moja unaweza ukachukua, moja unaweza ukachukua nne, e, au unaweza ukachukua mbili, pia vile vile unaweza ukachukua zote. Uzuri zaidi unaweza ukichukua zote, ndipo unakuwa umekamilisha vyote, e, vitatu: maji, upepo, moto, udongo pamoja na maji, upepo, udongo pamoja na nani huyu? Maji, upepo, udongo pamoja na nani huyu? Na moto. Umeona vizuri? Ehe, asante sana. Kwa hiyo inshallah katika hizi utakapokopa, chukua zote, unakuwa umewakilisha viwakilishi e, vyote fi idhnillah, insha inshallah taala. Na nadhani nitaendelea kuwapeni e, somo zaidi ili kuweza kuzifahamu vizuri hizi vitu zetu ambazo ni pentagram e, ya kichawi, pentagram yenye nguvu Eh, ya miujiza, pentagram yenye nguvu ya miujiza. Pentagram hii ina nguvu za kuweza kukupa wewe umaarufu, za kukupa wewe eh, upendo na watu, za kukupa wewe kufanikisha majambos kwa haraka sana, kwa uwezo wa muumba eh, mbingu na ardhi. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. E, najua wengi mtaniuliza japo ntawandikia hapa chini kwamba kiasi gani, pentagram hizi inauzwa shilingi elfu hamsini. Narudia tena, inamaana kuwa nne ni shilingi laki mbili 2. Asante sana, hiyo ni bei ya nafuu kabisa, lakini kwa gharama iliyotengenezewa hii kitu Uh, nisingeweza kuuza hivyo, lakini nauza hivyo kwanza watu muweze kuona nguvu yake. Hii inafanya kazi vyovyote unavyotaka kufanya. Kazi nzuri inafanya, kazi mbaya inafanya, ili mradi umuogope Allah Subhanahu wa Taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa ayemsaba emsabayange